Ona huko nje kidogo imechangamka. Ndio, ndio, ni tunaweza tukasema kwamba ni neema kwa wakulima. Safi kabisa. Lakini e, ndio msimu si ndio? Ni muda wake. Mwezi wa 9. E, ndio muda wake. Wacha mm. e, pachangamke kabisa, njiwa ndio muda wake. Ujumbe wetu tukautume mara mm. e, nyingi. Napenda kusema ukikutachi uchukue mm. ndio ukikutachi. Sema mbona? Wewe kama unasemwa mie hapa e. <laughs> No, aa, Je, yeah, wewe wewe basi hapo ulipo na umri wako ulionao unajua kama ni wajibu wako kumtunza mzee nyumbani. Sasa so, wazee wanategemeana mzee mm. gani mzee mzee kwa maana unajua, huko e, nilikotoka mie wazee mara nyingi unakuta ni baba. Umri wa miaka mingapi? hatumaanishi mzee baba, kuna aha, baba ambaye ana umri wa miaka 27 hmm. ana mtu ambaye anamuita anamuita baba. Kwa hiyo na wewe ni mzee. Ah ah. Ni sasa. Mm. Nikisema mzee anamaanisha yule mzee kweli? Usema watu tumebadilisha sasa hivi mm. vyeo, unamchukua kijana kisa, kisa ni baba yako ana umri wa miaka thelathini na mbili, unamwita mzee. mzee alafu babu yako utamwita nani? Mzee, mzee babu mm. eh. mm. subiri uh... ntazungumza na mzee baba nijibu swali lako. mm. E, wajibu tunao, lakini inategemea na mahusiano. Kuna wajibu nambari moja ambao inategemea mimi na huyo mzee mm. tuna mahusiano gani? Mfano akiwa mm -hmm. ni babu yako? Ndiyo. ni baba yako? Ndiyo. Kiukweli tuna sababu ya kuwatunza, na hii naweza kusema ni kama kurejesha fadhila za wao kututunza muda ule ambao tulikuwa hatujiwezi, lakini sasa hivi tunajiweza. Kuna wakati mm. walikuwa wana, wamenu, walikuwa na nguvu za kujifanyia kila kitu wanachotaka mm. lakini wakatumia nguvu hizo hizo kutusaidia sisi tuweze kukua, wakatupa elimu, wakatusaidia kutuonyesha njia. Sasa hivi hawana nguvu, nani anatakiwa kuwasaidia ili e, ifike muda tuwasogeze kwenye muda wa Mwenyezi Mungu wa kuwachukua? kwa hiyo naiona hiyo nafasi kwamba tunayo sisi kama jamii ama kama vijana, kuwasaidia wazee. Lakini najua umeniuliza kwa sababu wako wengi, ama tuko wengi ambao hatutimize huo wajibu kabisa. Unakuta mm. kwa mfano mzee enzi za ujana wake mm. au enzi za hivi tuseme, ni utu uzima wake au ni nini hivyo, bado yani alivyoanza kuwa mtu mzima, Mwenyezi Mungu alimbariki akapata watoto labda watoto kumi, watoto sita. Unajua hawa babu zetu na bibi zetu walikuwa wanajitahidi kuzaa watoto wengi yeah nakuta na watoto kumi, watoto kumi na mbili wakati mwingine watoto ishirini mm. wengine walikuwa wanafika huko kulingana na wake walio nao. Ndio. Na watoto wote wapo, bado wako hai na wana nguvu na wana kazi zao tu nzuri, naam. Lakini nenda ukaangalie baba na mama wa hao watoto ambao sasa hivi ni watu wazima, hao watoto kumi, watoto kumi na mbili. Mm. Kwanza nyumba anayoishi alafu chakula anachokula na maisha ambayo wanayaishi watoto wake huku mjini mm. bwana mm. wanatutambia na magari yao mazuri Eh, tunakutana kwenye vijiwe huko tunapiga zetu mm. vitu anasema lete kama tulivyo, lakini ukirudi Lakini... <laughs> kirudi nyumbani <laughs> utakachokutana nacho, wazazi wanaomba chumvi kwa majirani, umeona eh... na wakati mwingine hata wakiomba kwa majirani kuna, kuna mm. muda majirani wanafikia hatua wanawachoka mm. Mm. wanashindwa tena kuendelea kuwasaidia yeah. Mzee hana nguvu mm. hawezi hata kwenda kufata maji hawezi yeah, hata kufanya usafi alipo mm. lakini wewe una watoto na au una uwezo hata wakumtafutia wasaidizi wa kazi nyumbani ambao wangekuja kuwasaidia pale nyumbani. Kabisa, ila haujafanya hivyo. Nakumbuka walikuzaa wamekulea mpaka umekua mpaka wakufika hapo ulipo mm, wasingekuwa wao usingefika hapo ulipo. Hapo sasa tunasemea kwa watoto lakini pia hata ninyi wajukuu mnao mm, jukumu la kuwalea babu zenu kwa sababu wamewazalia wazazi wenu babu na zenu na bibi zenu, ila sasa hivi kinachotokea badala tuwasaidie kuwatunza na kuwalea ili waweze wa kuendelea kuishi maisha mazuri, kama ambavyo umesema kwamba tuwasaidie kufikia pale Mwenyezi Mungu alipowapangia wafike mm. Licha ya umri wao walionao, sisi ndio tunakuwa kipaumbele kwenda huko mijini. Tunafika huko tunafanya vitendo ambavyo sio vizuri, tunazaa mm. watoto wa nje ya ndoa halafu tunawachukua tunawapeleka vijijini, bado wanaenda kuwasumbua wale wazee wetu na bado hatutumi matumizi bana. bana natelekezea mizigo na hiyo mara nyingi huwa ni kwa mabinti. E, samani kwa kusema mm. hivi lakini, kama una uwezo wa kumlea mtoto wako e, lakini haufanyi hivyo na unamtuma kwa bibi au kwa babu mm. na bado haupeleki matumizi, yule mtoto anageuka si mtoto tena, anakuwa ni mzigo kwa wale babu na bibi, na sio mzigo ende wanageuka mm. kuwa mlezi wa bibi na babu anachokifanya ndio hawa watoto machokola sasa hivi tunaona mitaani na mm. hao watoto waombaomba ambao tunashinda tunawashuhudia mitaani sure. wanazalishwa na nini? Wanakotoka chanzo wanakotoka ni huko kwa wale mm. wazazi au vijana mm. ambao wamefanya vitendo vya kumpata mtoto, lakini hawana uwezo wa kufanyaje, kuwalea na... wamepeleka vijijini kwa bibi zao na babu zao wakawatelekeza huko mm. na bado hawataki kutuma matumizi. Nakumbuka wale wanakuwa tayari wamesha hawana nguvu tena za kuendelea kulea Nikoele. Na wenyewe wanahitaji kulelewa, na wanasema kadri unavyoendelea kuwa mzee na akili inaendelea mm. kurudi utotoni Nikoele. Sasa unapompa tena watoto wengine wa kulea Unakuwa unampa mzigo naam. Mimi nalitazama na, na, na hili pia katika dhana ya utoaji, najua mm. unapozungumzia kuna wajibu ambao tunao kuwatunza hao wazee, lakini mm. upande wa pili kuna ile habari ya utoaji, na hapa nataka kusema kidogo, na wazee wana mahusiano gani na watoto wao? ukiachana mm. ile mahusiano ya kibaiolojia, kwamba ulimzalia babu, ulimzalia baba, sema kuna wazee wengine ni mkatiko na wazee wanaokutana nae yaani mtoto anakuambia, hey. Kwanza alitoka nyumbani bila <laughs> <ya> kuaga <laughs> mpaka naye anaelekea uzeeni lakini hazungumzi hey. hazungumzi na wazazi wake na. kwa kuna vitu vingine yani ni pande mbili mm. Yawezekana wewe mzee unashindwa kuhudumiwa hapo ulipo na watoto wako na. Kutokana na ukorofi wako ulionao au yawezekana e, mm. Wewe si mkorofi lakini watoto wako jinsi ulivyowalea haujawalea katika mazingira ya kuwafanya wakumbuke fadhila so. Lakini pia wawe na upendo na. wawe na moyo wa kujitoa. Unajua, vitu vingine wakati mwingine ni niku, kuwa na moyo pia wa kujitoa ili uweze kufanya kitu kama hicho mm. Na sasa hivi tunashuhudia wazee wengi wanapoteza maisha Upweke, upweke pia upweke, yeah, ni moja ya sababu pia ambayo inapelekea wazee wetu wanaondoka wana, wana mapema, na imechangiwa pia mm, na mitindo ya maisha. Unajua zamani, kijana anapokuwa, unapewa eneo kando ya nyumba yenu, unajenga unaishi pale, lakini sasa mm, hivi ukikuta eh, mzazi akisha amini, ana watoto watatu wanne, wote wako mjini Mm. wanapambana na maisha yao, unakuta amebaki baba na, na na mke wake, yani kwa maana mm. bibi na babu. Mwisho wa siku labda mmoja ametangulia, anabaki mmoja, yuko peke yake, watoto wajali habari ya, ya kumpelekea hata msaidizi pale nyumbani. Ila sio kwamba wajajenga wamejenga We... wame nyumba zipo wamewacha wazee na nyumba tu na nyumba yao wameenda sasa... zao mijini. E, unategemea nini jamani? Mene, hivi kama hawa eh, wazee wetu na wenyewe wangetuacha vijijini wakaenda zao mijini tungejisikiaje? au tungekuwa tukafika hapa tulipo tungekubali show. Hebu sisi vijana hmm, pamoja na watu wazima tujitahidi kutokukimbia majukumu yetu ni kweli. Tuwatunze wazee wetu na niongeze kwamba wewe unayejiona mm, kijana leo ni mzee wa kesho. Ni kuhakikishie uzee haukwepeki hata kijana wa leo eh, ndio mtu mzima, uh, kijana wa jana ndio mtu mzima wa leo na mtoto wa jana ndio kijana wa sasa. Eh, yani ni hatua kwa hatua sasa mm, hivi unaweza kuwa unamchukulia hivyo na wewe utakuja kulipizwa kizazi na kizazi. Yaani mambo huwa yanajirudia na malipo ni hapa hapa duniani. Eh. Mm. Kwa hiyo, kwa hiyo leo, leo tunaposherehekea kuelekea siku ya wazee duniani, kwa kweli jamani, tujitahidi. Na yawezekana akawa sio mzazi wako au sio ndugu yako mm, lakini pia hata kama ni kwenye jamii yako ambayo inakuzunguka umemwona mzee ambaye hana uwezo, yawezekana ametelekezwa na watoto wake au hana watoto. Kuna wengine ambao hawakujaliwa kupata watoto nah. Kama una nafasi ya kumsaidia chochote, chakula, mavazi, hata maji ya kunywa mm, msaidie mm ikiwemo na matibabu pia, naongea kwa uchungu sana lakini pia tunaitamani kuiona nafasi ya serikali mm. eh, kwenye kuwatunza wazee. Ukitazama vituo vya kuwalelea hawa wazee mm. kwa Tanzania ni vichache, ni vichache sana. Eh, lakini wazee ni wengi jamani, lakini si unatibiwa bure ha. Sasa inaanza ikawa wazee wanahitaji zaidi ya matibabu <laughs> kwenye kutibiwa bure kwenyewe sasa, eh, maana wanasema kuna eh, zaidi ya matibabu. Huyu anaye anayekwenda kutibiwa, maana yake ashasota huko, ashaugua mm. Sasa kumkinga na kuugua, maana yake tumtengenezee mazingira, ikiwezekana, na hata akiugua atafikaje hospitali kama hajapata msaada kuanzia huku, huku mm. chini mpaka anafika hospitalini. Kwa hiyo mambo ni mengi na muda tunao eh, muda tunao wa kutosha, tusije tukasema kwamba mambo ni mengi, muda ni mchache, muda tunao na nguvu tunazo mm. kilichobaki tu ni moyo wa kuwasaidia hawa wazee katika